Mheshimiwa Naibu Spika, na nilikuwa nafikiri ni muhimu sana kwa kuwa kazi mojawapo ya bunge letu ni kutunga sheria, lakini na kufanyia marekebisho sheria na kufuta baadhi ya sheria. Haileti sense, kwa nini mpaka leo wale mashehe 23 wa uamsho wa Zanzibar wako ndani mpaka leo mahabusu, leo ni miaka tisa. Mheshimiwa Naibu Spika, haileti sense kabisa najaribu kuwaza, ningekuwa mimi au angekuwa baba yangu au angekuwa ndugu yangu ambaye mpaka leo miaka tisa yuko ndani hajahukumiwa bado na haijulikani ana hatia au hana hatia, itakuwaje? Baada ya miaka ishirini huyu mtu mkagundua hana hatia, atalipwa nini in exchange na miaka aliyopoteza? Na mimi kwa kweli hili haliingii akilini. Kwa nini hawa mashehe ishirini na tatu wa uamsho wa Zanzibar wako ndani mpaka leo kwa miaka tisa, lakini haitoshi kuna mashehe sitini na nne huko Arusha ambao na wao wako ndani kwa sababu ya hizi hizi sheria za ugaidi ambazo hazina dhamana, kwa sababu ambazo hatuzielewi hatu, hatu. Na mimi nashangaa kwa nini mashehe tu wako ndani kwa ajili ya sheria za ugaidi? Hakuna gaidi mwingine ambayo sio shehe? Naomba Mheshimiwa waziri husika pamoja na serikali kwa ujumla tuangalie kwa undani sana namna ya kulihendo swala hili kwa sababu sio sahihi mashehe hawa wakawa ndani kwa muda wa miaka tisa. Sisemi kwamba wana hatia au wana hatia, sijadili kosa lao, lakini nachojadili ni kwamba basi wangehukumiwa, basi ikajulikana, wangehukumiwa, wangejua wamebakiza miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, miaka sita, lakini sasa wako ndani bila kujua watamaliza lini, matatizo yao. Mimi nilikuwa naomba Uh, uh, uh, wizara pamoja na, na, na, na, na, na. By implication waziri wa hii wizara ni mheshimiwa rais na mheshimiwa rais wa nchi ni rais wa nchi, lakini pia ni waziri wa hii wizara. Nilikuwa naomba jambo hili lifanywe kazi.